Kazi yangu ni kuisimamia halmashauri, na halmashauri ina pande mbili, ina watumishi na madiwani, lakini na wananchi. Sababu kisha kuwa mwenyekiti wa halmashauri ndio kiongozi wa halmashauri, ndio unayependa, unatakiwa kukaa pande mbili, sababu watumishi ni wa kwangu na madiwani ni wa kwangu na wananchi ni wa kwangu. Hata sisi madiwani tunapoenda huko kwenye kata zetu Hebu tujaribu kuishi vizuri na watumishi ambao tutawakuta kwenye kata zetu. Hakuna mtu anayetaka tabu, lazima tujue sasa. Tukifanya shida kwenye kata, kazi ya mkurugenzi kuhamisha wewe, unabaki bila mtumishi. Tusikubali kuanzisha migogoro, na kazi yetu sisi ni viongozi. Katika viongozi kuna makundi mawili, kuna wataalamu na viongozi. Kwa hiyo kazi ya wataalamu wanafanya kazi ya utaalamu na kazi ya sisi viongozi tunafanya kazi ya uongozi katika halmashauri nane tumerudi, wenye viti ambao tulikuwepo madarakani ni wawili. Na serikali hii ina macho mengi sana, inaona kwa mambo mengi sana, inafanya vetting, inaenda chini na wote majina yamekatwa huko huko, na leo hata diwani wewe ukafanya mambo mazuri, lakini unafuatiliwa mwaka. Ukimaliza miaka mitano utashtukia jina halirudi, hata kama umefanya mazuri. Kuna vyombo mbalimbali, kwamba huna mahusiano na watumishi unawanyanyasa watumishi wako, hata wakata hata wa kijiji, kuna mahusiano na wenyeviti wa vijiji, wewe wanakutoa. Sisi kazi yetu ni viongozi kusimamia rasilimali za umma na kuna vikao rasmi. Wananchi wana, wana matumaini mengi dhidi yenu. Wananchi wanahitaji huduma, tena huduma bora. Ni jukumu lenu waheshimiwa madiwani kuisimamia halmashauri yenu ya wilaya ya Nyasa. Ni jukumu lenu kuwasimamia watumishi hawa, kuhakikisha wanatimiza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, taratibu na miongozo mbalimbali. Kwa msisitizo, tunaomba muwe kiunganishi chema baina ya wananchi na serikali yao, wananchi na halmashauri. Kamwe msiwe wagombanishi kamwe msiwe chanzo cha migogoro.